Na big news ambayo sasa hivi niko nayo ni kuhusiana na msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania hapa namzungumzia Ibra. Eh bana, ameweza kuzua taharuki kubwa sana mitandaoni. Yote hii ni mara baada ya kuweza kuonekana eh, kabisa kwamba wana ugomvi baina yake yeye pamoja na eh, tajiri yake ambaye ni Harmonize ambaye sasa hivi anataka aweze kumlipa bilioni moja ili, ili, ili mradi sasa aweze kutoka pale Konde Gang. E bana, lakini pia siku ya juzi kulionekana kabisa kuna hiyo post ambayo aliweza kuipost kupitia ukurasa wake wa Instagram, pale Insta story kwamba hii lebo hizi akawa ameliza hivyo, lakini e, siku ya leo ni kwamba ameweza kubandika post ambayo post hiyo ilikuwa ni pale Insta Story kwamba akiwa anataka mchango aweze kuchangiwa na mashabiki wake ili mradi aweze kutoka pale Konde Gang. Namnukuu kwa maneno ambayo Ibraah aliweza kuandika kwamba hili e, mimi limenishinda, narudi kwenu wa Tanzania, mzee Konde anataka nimlipe bilioni moja mimi tangu nianze muziki sijawahi hata kuingiza robo e, ya e, bilioni moja. kwa itakayempendeza, hata ukiwa na jelo ukiwa na buku nisaidieni wangu. Mimi e, sitaki kupishana na mzee Konde, ila hili swala la kumlipa e, bilioni moja lina ninyima usingizi, hofu yangu pia kipaji changu kupoteza na sina kazi nyingine. Akawa ameweka pale lipa namba, lakini pia akiwa anataka akiwa anamalizia kwa kusema, kwa yote ambaye atajaliwa chochote basi aweze kumlipia. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wao wamecomment kupitia eh, platform tofauti tofauti ambazo zimeonekana kabisa zikipost habari hii. So, kuna baadhi ya watu wengi ambao wamecomment kwamba ni kiki, wengine wakiendelea kucomment kwamba yelo ndo nini, lakini kuna baadhi ya watu wengi sana wakiendelea ku, e, pigia makofi hiyo bilioni moja cause wanajua kabisa kwamba mchizi e, kama vile hawezi kulipa. Lakini kwa upande wa Konde Gang, msanii pekee ambaye aliweza kubakia sasa hivi ni Ibra, so akiondoka pale, tunaweza kusema kwamba crew nzima ya Konde Gang kama vile inaenda kukatika, anabaki Harmonize mwenyewe kama ndo CEO, lakini pia hana msanii yote ambaye anaweza baki pale Konde Gang baada ya Ibra kuweza kuondoka pale. Eh, Konde Gang kakoe, kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Na make sure tu kwamba drop comment yako kwenye kunyanja comment hapo na utakometisha kina Omanoma. Until next time, bye.